alfajir na hapa, kwa wakati wa alfajir. Wakati gani huo huo ambao tumeshaeleza sana katika tafsiri? Walayali na ashir, na masiku kumi ya mfunguo ngapi? Mfunguo tatu. Kwa nini? Ni kwa sababu ndio masiku ambayo ni matukufu kuliko masiku mengine yote, kuk kwa nini twasema masiku tusiseme nyusiku na kumetajwa layali? Waarabu akiwa anataka kufaharisha siku anaita laila hmm. Siku akitaka kuipa kuipa utukufu na kuifurahia anaita laila. Kwa hiyo walayali na ashiri, maana yake ni hayo hayo masiku. Subana walayali imekuja kwa kwa nakara kwa nini ni nakara? Nakara hii kazi yake litaadhimu, li kwa nini taadhimu? Liannaha makhsusatu bifadhaili laisa laisati lighairiha. Haya masiku makhsusatu bifadhaili, yamehusishwa na mambo bora ambayo mambo hayo hayapatikani kwa masiku yasiyokuwa hayo ndio maana Mwenyezi Mungu asema layali ashiri. Mtume Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamin, hakuna masiku yoyote katika hulimwengu, fihinna lamalu, ndani ya masiku hayo ipo ibada ipo ibada ahabu ila Allah azza wa jalla ambayo inaopendeza zaidi kuliko ibada zote mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini wa afdhalu, na ibada ambayo ni bora zaidi, min ayami al ashri, kuliko ibada itakayofanyika katika hayo masiku kumi ya mfungo tatu, mabwana eh? Masiku kumi ya mfungo tatu, huku kwenye ruhul bayani kaileta hadithi ile ile kwa njia nyingine na huku akauliza walal mujahidu fi sabilillah wala mwenye kupigana jihadi katika dini ya Mungu hiyo eh, hadithi ndio, ndio, ndio, ndio, ndio naniasa mtume akasema hata wewe mwenye kupigana jihadi katika dini ya Mwenyezi Mungu amali yake haitokuta amali ya mtu ambaye atakayefanya ndani ya masiku kumi ya mfunguo tatu Yani, kwa ufupi, iliufahamu vizuri kama watu wamekwenda hija na katika yale masiku kumi yale ya mfungo tatu kule, wewe fanye ibada huko eh, fanye ibada ili yale masiku kumi asikupite burebure, fanye ibada mbalimbali. Ibada yote pale ni bora kuliko jihadi. Kwa hiyo wakauliza ya Allah, ewe mtume wa Mungu, hata jihadi haikuti, amali ya jihadi haikuti bwana, amali itakofanywa katika masiku hayo hata jihadi bwana haikuti eh? bali mmoja akasema hii walfajir, ukisoma kule kwenye kitabu chetu cha hadithi shahashaaibn abi Jamra, ukienda kule utakutana na na hadithi kwamba ile waalfajiri ni ile alfajiri ya Ijumaa ya mwezi wa Ramadhani. n Ibn Rajab al-Hanbali asema sio hiyo, kwa sababu siku yoyote kule katika masiku haya kumi ya mfungo tatu ni bora kuliko siku yoyote, hata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibn Rajab Alhambali anasema hivyo eh? maka sema alifika mbali akasema, mpaka hata ule usiku wa Lailatul Qadri hautokuta usiku mmoja mtu atakayefanya katika nini yale masiku kumi. Sasa e, ummati Muhammad una nini maka, una mwezi wa Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani kumi la mwisho una Lailatul Qadri hujakaa kidogo hapo, watu wakiwa katika ule mwezi wa hija ule Dhulhijja, kuna masiku kumi ambayo ndani yake ni bora kuliko siku yoyote katika dunia. Mwenyezi Mungu atudirikishe masiku haya kwa hakika yake, na mi naomba sana ndani ya masiku masiku hayo kusipangwa hizi mechi za Simba na Yanga, hizi zinaotoa watu kwenye kwenye mstari kwenye lengo, si wenzangu mwasemaji, hmm? Manake mtu sasa badala ya ku concentrate na mambo hayo ataka concentrate na mambo mengine, tena anatoka kwenye lengo. Lakini muumini wahakika hatoki kwenye lengo, bwana. Hakuna kinachomtoa kwenye lengo katika hayo masiku y Mwenyezi Mungu anapohapa walayali n ashri, mpaka yanaapiwa masiku hayo, au hiyo walayali ashri, mpaka masiku hayo yanaapiwa ni kwamba wewe mwislamu usifanye mchezo na siku yoyote. Sasa si ajabu, siku hile unajitahidi, uko ndani ya siku hiyo tukufu kuliko zote, ndio siku ambapo Mwenyezi Mungu amepanga siku hiyo ndo ufe. Misiba mingi inatuonyesha kwamba wengi waliokufa hapa karibuni karibuni, tunawajua walikuwa wanajua kabisa mwaka huu anaweza ukaumaliza, kesho mtu anaweza akaimaliza, kesho kutwa anaweza akamaliza kwa hiyo irtanim biyaumik, ipatie faida nini siku yako. Wala taqul inni failun ghada, wala usiseme mimi ntafanya kesho. Laalla yatika ghada wa anta faqid, uenda kesho ikakufikia, wee hupo, umekosekana, ushakwenda akhera. Kwa hiyo unapopata fursa kama za masiku haya tulukuwamo Haya ah, bana hmm, shudami izara eh? Hmm. Hmm. funga kibwebwe, funga hmm. kibwebwe, <laughs> kaza msuli eh. Hmm. kwa layali na ashir. Mashekhe wamepita namna hiyo, lakini kwa nini tu asiseme, wala ayami wa ayamin ashirin, iwe wa layalin ashirin asitaje kwa ayamu ataje kwa layali eh? ni kwa nini? Ni kwa sababu matukufu mara nyingi ni usiku eh. Kwa hiyo kutaja ile layali ni kusharifisha pia ile siku, kwamba ile siku ni tukufu, usiku wake ni mtukufu na mchana wake pia ni mtukufu Mwenyezi, eh? Mungu atuwafikie sana, tujalie katika wenye kufanya ibada kwa hakika ya kufanya. Kwa hiyo alfajir tumesema tumechukua tafsiri hii ya Ibn Abbas iwe kwamba ni ule ile alfajiri ya siku ya kuchinja, na ukichanganya na walayali na ashri layali na ashri hii itakuwa kama ndio karina yake eh? ni kama hapa hakuna layali na ashri bila kupatikana, hakuna yaumun nahar bila kupatikana hizo, kule kwenye majazi mursal atuambia hapo kuna nini? alazim na malzum ni kama hii alfajru, ni hal fajru nahar na mahala pake ni wapi? Mahala pake ni layali na ashri eh? Layali, layali layalin ashri hapa masiku kumi hapa ya mfunguo tatu ndio aliyobeba ile yaumu nahar, ile siku ya kuchinja eh? kwa hiyo ni ala itilakil il... hali biiradati ti. <tipati> ana mahali pake pameshatajwa. Kwa hiyo hmm? Alfajiri walaalash ndo karina yake, ndio watu wasema hii ndio karina hii eh, kwamba ni lazim na malzum kupatikane, haiwezi kapatikana alfajiri, alfajiri ya siku ya kuchinja bila kupatikana ile masiku kumi, kwa sababu alfajiri yenyewe ile imo imoni sehemu katika yale masiku kumi, ndio inakamilishwa yale masiku kumi matukufu. Tukasema huku kwenye ruhul bayani, hadithi hiyo hiyo kaileta katika matini nyingine, akasema: ma min ayami azkaa inda Allah wa la adzamu ajra min khairi amalin fi ashri ladha kwamba hakuna masiku yoyote ambayo ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu na makubwa zaidi kwa ujira kuliko kheri kuliko ubora wa amali ambayo imo katika yale masiku kumi hayo. Fakila ya rasulullah ulizo Mtume wala almujahid fi sabilillah, hata mwenye kupigana jihad ambao tuna tumeshaona huko. Mwenyezi Mungu atuwafikie, amen.